Kwa jina naitwa Mchungaji Moses Mwantebele, ni mwenyekiti wa wilaya ya kusini katika kanisa la Moravian jimbo la Mashariki. Tunamshukuru sana Mungu siku ya leo kwamba tumepata nafasi ya kufanya ibada ya changizo kwa ajili ya ujenzi wa ushirika mdogo wa Safina. Kwa kweli, ni jambo la msingi sana kwa waumini kutoa sadaka zao, hasa kwa njia ya ujenzi kwa sababu hii pia ni agizo la Mungu mwenyewe ya kwamba tuweze kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za ibada. Kuna baraka kubwa sana wakati tunapokuwa tunatoa eh, sadaka kwa ajili ya sadaka ya namna hii, na ni wito wangu kwamba waumini wote na watu mbalimbali ambao wanakaa katika maeneo m jirani na makanisa na, na ambayo yanafanya nyumba za ibada au hata, hata katika misikiti mbalimbali inayofaa kusaidiana katika kuchangia. Hii ni kwa sababu uh, kazi ya kanisa na kazi za dini ni kujaribu kuweka amani katika jamii mbalimbali mba, mba, na kuondoa maovu katika uh, maeneo mbalimbali mba, mba, ya jamii zetu kwa hiyo dini na, na ni, ni chombo kimojawapo ambacho kinatusaidia kwa ajili ya kuleta amani na kuleta uh, mambo ambayo yanatusaidia kuleta utulivu, uh, katika familia na kuondoa maovu katika jamii zetu. Na leo nimefurahi sana kwamba tumekuwa na wageni wa aina mbalimbali ikishirikisha pamoja na viongozi wa wa serikali mwenyekiti wa mtaa eh, wa wawili ambao tumekuwa pamoja nao, tunashukuru sana, ambao wameweza kutushirikisha pia mipango ya maendeleo tunakwenda wapi katika maeneo yetu. Mwenyekiti wetu alipotushirikisha habari ya barabara na jinsi mipango inavyoendelea kwa ajili ya ujenzi, limekuwa ni elimu tosha kwa waumini ambao pia kimsingi ni raia wa Tanzania. Tunashukuru sana kwa ajili ya umoja wao na kwa ajili ya umoja wa waumini wote na wageni wote ambao wamehudhuria e, ibada ya leo katika harambee hii. Aa, kwa ajili ya uchaguzi unaokuja, nina shauri waumini na watu mbalimbali kuangalia na kuchagua viongozi ambao wanajali watu kuweka serikali ambayo inajali watu, inajali maendeleo ya watu katika serikali iliyopita. Tumeona jinsi eh, serikali inavyowajali watu. Serikali ya Rais mpenda wetu Samia Suluhu Hassan imefanya maendeleo mengi kwa ajili ya kuboresha mipango ya ya, ya, ya, ya wananchi. Naitwa mperojia dada medi ni katila na mshukuru Mungu kwa kunipa mme wangu na watoto watatu. Ah, kwa kanisa siku ya leo kwa usharika mdogo Safina, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nia na shauku yangu kubwa, tamani ya kujenga hekalu la kuabudia, hata kesho tuanze na wasii wote ambao wameahidi hii ni nabili kwa Mungu kwamba Mungu wafanikishe waweze kukamilisha ahadi zao, tuendeleze ujenzi wa jengo la kurutia jina langu. Naitwa Asifiwe Andongusa mke janda, na mimi ndiye mume na Mferujia ambaye iko katika usharika wa Safina kweli kama baraza, kweli kama watumishi tulipanga kwamba tarehe nane mwezi wa sita tuwe na harambee kwa ajili ya kuanza hatua ya kwanza ya ujenzi wa kanisa letu la Moravian katika ushirika huu wa Safina. maio naam, namshukuru Mungu sana tena na kumwadhimisha. Namshukuru sana Mungu tena kwa kumshukuru kwa matendo makubwa aliyoyafanya kwa siku ya leo. Naam, ni kweli hatukutegemea kwamba tulikuwa na wingi wa watu kiasi hiki, hatukutegemea kwamba tulikuwa na wageni wa simu pamoja na, na, na watu ambao wanamuogopa Mungu wamejitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Nashukuru sana ndugu zangu wapendwa, wote ambao wamenyosha mikono yao kwa ajili ya kutusapoti tikosika wetu u wakwasafili niombe wale wote ambao wametwaidi kwa moyo mkunjufu kwa ajili ya kutusaidia kutusapoti kwa ajili ya kazi ya Mungu waendele kuwasiliana na no sisi kwa ajili ya jambo hili.